Mtendaji yoyote aliyeajiriwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi, ambaye ametumwa akawanyanyase wananchi, kwa kweli huyu mtendaji wetu hatumtaki moja kwa moja Sama. kwa sababu huyu mtendaji wetu anapenda sana rushwa. Kuna mambo mengi sana ndani ya miaka mingapi aliyokaa hapa, kwa kweli tumeumizwa na tumeumia sana hapendi kufuatilia kwamba kesi hii inaendaje au vipi, ye anajua tu kwamba aumize au watu. Kuna michango midogo midogo anachangisha pasipo kujua serikali ya kijiji wala mwenyekiti wala nani. Kwa kweli katuumiza sana, nimefanya naye kazi huyu nani weo toka mwaka elfu mbili na kumi lakini anapenda rushwa, kinachomsababisha ni rushwa. La pili baada ya kuona ana maovu anakimbilia polisi. Mkutano umeitwa umeitishwa halali, lakini ye baada ya kutoka hapa anakwenda tarafani, wanachonga michongo, wanakuja kuwabeba viongozi wenzake ambao walikuwa wanafanya nao kazi. Mpaka dakika hii Daniel Ngulo mwenyekiti na Antoni wako ndani. Kijiji kinasemaje, wale vijana watolewe na huyu kama mkurugenzi ataendelea kumpenda ampangie kituo kingine, usalama wake uwepo. Shida kubwa ya hichi kijiji, nadhani mmeshaelezwa ni mtendaji wa nini, wa kata. Mimi nataka niwaambie cha kwanza, mtendaji huyu wa kata, wa kata mimi nimefanya naye kazi nikiwa mjumbe wa serikali ya nini ya kijiji. Tunarudi wakati ana madaraka ya utendaji wa kata. Juzi tulikuwa tuna mkutano tukamkataa mtendaji wa nini wa kata, na sababu tukazitoa sababu ya kwanza, mtendaji wa kata kageuza watoto wetu kama mitaji. Mtoto wa sekondari anapokuwa pale shuleni akapewa ujauzito akarudi nyumbani, yeye anakwenda kumbana nani mzazi, piga laki nane, piga laki nne, piga laki ngapi? Ushahidi ni nao. Kuna mtoto wa joni nani pale, mtoto wa nani joni nani hapo ng'ambo, acha joni, ngalia joni madawi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 na kila siku tunaangalia taarifa za habari, tupande miti tusikate miti, lakini mtendaji wetu wa kata ndio ndo hivyo anachukua hela, watu wanaendelea kukata miti. Aliyekuja kutuondoa wasiwasi kwamba analifanyia kazi, hatumtaki mtendaji wa kata ya nani, ya Makutupora hajatupa jibu. Ha, uandikishaji hauendi vizuri. Ha, ha, hili jibu litatoka lini kwamba mtendaji wa kata ya Makutupora hatumtaki? Hatumtaki kwa sababu yeye anaendesha vibaya kata yake ya Makutupora. Anaendeshaje hapo, tueleze moja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 Taarifa hizo jana, kutoka kwa katibu wetu wa chama wa mkoa, alikuja akapata hilo tatizo, akanipigia, nikamwambia nenda kamweleze mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa nikamwambia mimi nitakwenda kesho asubuhi nikamuona huyo mtendaji huko, akasema mwenyekiti, nimekusikia mama Samia amenikabidhi mkoa wa Singida, nenda kawatangazie wananchi kwamba mtendaji huyo nimeshamwondoa, aende kwa baiskeli aende kwa gari popote atakapopelekwa, atakwenda kwa gharama zilizowekwa. Wananchi wanalipa kodi kwa ajili ya kuendesha hii serikali. CCM oye! Hapa ataletwa mtu mwingine kutoka wilaya.